Na kaunti ya Migori inatarajiwa kunufaika na mashine za kukaushia samaki kwa kutumia miale ya jua ili kupunguza hasara inayoshuhudiwa baada ya kuvua dagaa. Takwimu za muungano wa wavuvi wa ziwa Victoria zinaonyesha kuwa asilimia 14 ya dagaa wanaovuliwa kila mwaka ziwani Victoria, kutoka Kenya, Uganda na Tanzania huharibika kutokana na uhaba vifaa maridhawa vya kuhifadhi na kutunza samaki gharimu shilingi milioni 40 utajengwa katika eneo la Suri Beach, kaunti ndogo ya Nyatike, kaunti ya Migori. Baada ya mkutano na gavana wa Migori Ochilo Ayako, mratibu wa mradi wa shirika la uvuvi la ziwa Victoria Robert Kayanda alisisitiza kwamba mpango huo unalenga kuwanufaisha wavuvi na wanawake wanaoshiriki uvuvi wa dagaa huko Suri Beach. Mbali na mashine ya kukaushia kwa kutumia nishati ya jua, Kayanda alifichua kuwa shirika la uvuvi la ziwa Victoria itasambaza taa zinazotumia nishati ya jua kwa wavuvi ili kusaidia zaidi katika shughuli zao. Gavana Ushilia Yako alipongeza mradi huo akibainisha kuwa utasaidia kupunguza hasara inayokabili wavuvi ambao wametatizika na uhaba wa vifaa vya kukaushia. To the omena industry. Sisi tukitoa omena barini tunafunika na tunaangoja jua, kama jua kona, omena inaharibika. Na kwa sasa tumefanza, tumepata mafunzo vile tutafanya, tutaanika omena yetu ili itafute soko nje ya nchi mradi huo unaofadhiliwa na hazina ya kimataifa ya maendeleo ya kilimo IFAD pia inajumuisha mafunzo kwa wavuvi kuhusu utunzaji sahihi wa samaki ili kuhakikisha viwango vya soko vinafikiwa, na mfumo ifisha wa kidijitali efisha ili kuwasaidia wavuvi kupata huduma muhimu na kuboresha fursa za soko la samaki wanaovuliwa. Maria Yambo ni kiripotia, darubini Channel 1.